Gilly Bonny Online TV Naomba kutumia fursa hii kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Arusha lakini pia wapenzi wa mashindano ya Samia Motocross Championship yaliyoanza mwaka jana mwezi wa saba na mwaka huu ikiwa ni season 2. Mashindano ambayo yanajumuisha vipaji vya vijana wetu na watu wenye umri wa kati, hata wazee pia wenye uwezo wa kuendesha pikipiki piki, na tumejumuisha pia mashindano ya baskeli na nafasi pia ya wanawake katika mashindano hayo. Msimu wa pili wa Samia Motocross Championship tumeongeza zawadi kutoka mshindi wa kwanza milioni kumi kwenda milioni kumi na tano, na kutoka mshindi wa pili milioni saba kwenda milioni kumi, na kutoka mshindi wa tatu milioni tatu kwenda milioni tano. Na hapo pia tumezingatia pikipiki piki za expert kama hizi, kuna M, MX1, MX1, kuna MX2 kuna MX3, lakini pia tumejumuisha na boda boda na mshindi wa upande wa bodaboda atachukua takriban milioni tano. Tunataka mashindano haya si tu yawe chachu ya vijana wa mkoa wa Arusha, lakini pia iwe alama ya mkoa wetu katika mashindano haya kwa Afrika na dunia kwa ujumla. Washiriki ni Watanzania wote na Wanaafrika mashariki wote. Tunawaalika ndugu zetu kutoka Kenya, tunawaalika ndugu zetu kutoka Uganda, Rwanda, Burundi na sehemu zingine zote wakiwemo na ndugu zetu sana kutoka Zanzibar kuhakikisha kwamba wamejiorodhesha na wameshiriki kikamilifu katika maandalizi ya mashindano haya. Tunakwenda kutengeneza uwanja wetu kuwa uwanja wa kisasa, na niwaambie ndugu wa Tanzania, uwanja wetu tunakwenda kufukia makontena matatu. Kutakuwa na matuta lenye urefu wa usawa wa kontena, kwa hiyo kontena litakaa chini, juu yake tutaweka udongo, litakuwa tuta tutatengeneza hayo matatu, lakini pia tunaenda kutengeneza uwanja bora kabisa wa kimataifa kuhakikisha kwamba kuna maeneo ya matairi, kuna vikwazo vya aina mbalimbali, mpaka na mabwawa. Wataingia watu kwenye maji, watatoka na tumpate mshindi. Kutakuwa na kona kali. Tunataka kutengeneza michezo ambayo Afrika itakuja kujifunza wapi? Katika mkoa wetu wa Arusha. Sambamba na hilo wachezaji kama hawa kwa mara ya kwanza wanaenda kukimbia wakiwa wamevaa kamera zao. Wanapoingia kwenye maji tunaingia nao, wanaponyanyuka tunanyanyuka nao, Koyota. Kwa hiyo itakuwa ni mchezo wa takriban siku tatu kuanzia tarehe kumi na moja ya mwezi wa saba mpaka tarehe kumi na tatu. Mashindano ya siku ngapi? Tatu. Niwaombe sana vijana wote wa bodaboda na vijana wote expert wa pikipiki